Ndugu zangu, kama mmegundua, sasa hivi ukipita kwenye maduka maduka, haya unakuta wauzaji wengi wa maduka mawili matatu wamejikusanya eneo moja, wanakaa pale wanatia story huko, akiangalia kama kuna mtu anaingia kwenye maduka yao. Ukifuatilia vizuri, unagundua kila nikipita naona duka, lakini ukiangalia wauzaji wako pale, wametulia wanatia story eh. Kwa hali ilivyo sasa hivi, imekuwa ni ngumu mtu useme ukae dukani kwako, ukae toka asubuhi mpaka jioni na msubiria mteja; mteja unaweza kupata ukicha, maanake wateja wenyewe wamekuwa adimu.

inafanya mtu atafute sehemu ya kutetea stori. Hakuna namna, ili apoteze poteze muda kuliko akae ndani apate msongo wa mawazo.